Vimewekwa labda vituo mia mbili maana yake hawa watu wataisha kwa haraka. Zamani ilikuwa watu mia tano kuna vituo labda saba vya kupiga kura, maana yake hapo unakuta mistari ilikuwa ni mirefu sana. Lakini nikuhakikishie kwamba Watanzania wengi wamepiga kura na kuthibitisha hilo. Hata wakati wa mikutano yetu ya kampeni mliona namna gani, waandishi wa habari, Watanzania walivyokuwa wanajitokeza katika kampeni za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hilo nikuondoe hofu, watu walipiga kura maeneo yenye changamoto ni machache na ndio maana unakuta hapa kura hazijawa milioni zile ambazo zililetwa na tume hapa. Tuna ushindi wa asilimia 97, haujawa asilimia mia moja. Maana yake kuna maeneo watu inawezekana wamepigia vyama vingine, kwa sababu ndiyo demokrasia, lakini vurugu ile haikuathiri moja kwa moja zoezi la upigaji wa kura. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Tunakushukuru sana Ndugu andishi, tunawashukuru sana.